Hujambo mwanafunzi, karibu. Tunaendelea na uchambuzi wa isimu jamii. Katika somo la leo ama katika hiki kipindi, ningependa tuangalie a, sifa za lugha <coughs> ili ni swali la kawaida katika mitihani, kwa hivyo usishangae ukiambiwa kwa kutolea mfano au kwa kutolea mifano, fafanua sifa za lugha. Sifa za lugha ni kama vile, kwanza, lugha hutumika na binadamu pekee. Kufafanua utasema kwamba yaani lugha haitumiki na wanyama, ama uwezi ukapata miti ikitumia lugha. Kwa hivyo lugha hutumika na binadamu pekee. Wanyama huwasiliana ndio, lakini si kwa kutumia lugha. Pili, tunaambiwa lugha ina sauti zake. Kwa mfano lugha ya Kiswahili ina vokali ambazo ni irabu, kwa mfano ni a, e, i, o, u. Yaani lugha ni nyingi ndio, lakini kila lugha iko na sauti zake, na utagundua kwamba sauti hizi huenda zikatofautiana kutoka kwa lugha moja hadi lugha nyingine. Hoja ya tatu tunaambiwa kwamba lugha zote ni sawa, kwamba hakuna lugha iliyo bora kuliko lugha nyingine, kwa sababu kila lugha inatumika kutosheleza mahitaji, na jukumu kubwa la lugha ni kuwasiliana. Kwa hivyo lugha yoyote ile ukiitumia itatosheleza mahitaji ambayo ni kuwasiliana. Nne, tunaambiwa kwamba kila lugha ina sarufi zake. Natumai unaelewa maana ya sarufi. Tunaambiwa kila lugha iko na sarufi zake aa, ama sarufi yake, tukirejelea lugha moja sasa. Sarufi hii ni ile ambayo aa, imetawaliwa na sheria kadhaa. Kwa mfano tukiangalia katika lugha ya Kiswahili ama tukirejelea lugha ya Kiswahili, maneno mengi ya Kiswahili yana mpangilio wa konsonanti ikifuatwa na irabu. Konsonanti ikifuatwa na irabu. Hata tukiangalia hili neno peke yake, hakuna. Ha, ni konsonanti; a ni irabu; ka, ni konsonanti, irabu konsonanti irabu. Tuendelee hoja ya tano kwa sifa za lugha, tunaambiwa hakuna lugha isiyoweza kuathiri au kuathiriwa na lugha nyingine, kwamba lugha yoyote hukopa maneno iwapo kuna dhana au kuna msamiati usiopatikana ama misamiati isiyopatikana katika lugha husika, kwamba lugha inaweza ikakopa msamiati kutoka kwa lugha nyingine ili mradi lugha hiyo iweze kujitosheleza. Sifa ya sita tunaambiwa kwamba lugha hufa kutokana na kupotea kwa msamiati. Iwapo msamiati katika lugha fulani utapotea ama utafifia ama utadidimia kwa hivyo tutasema kwamba lugha hiyo imekufa na iwapo wazungumzaji wa lugha ile wataacha kutumia lugha hiyo. Kwa hivyo lugha hiyo tutasema imetoweka, basi itakuwa imekufa. Hoja nyingine tunaambiwa kwamba lugha huzaliwa. Yaani, ina maana kwamba lugha inapoanza kuzungumzwa kwa mara ya kwanza, tunasema kwamba lugha hiyo imefanya nini? Imezaliwa. Hoja nyingine. Hoja nyingine tunaambiwa kwamba uh, lugha ni hai. Ina maana kwamba lugha inapoendelea kutumika kwa mawasiliano ya kila siku tunasema lugha hiyo haijafa, bali ni hai. Hoja ya tisa tunaambiwa lugha hukua. Yaani, msamiati mpya unapobuniwa na kuingizwa na kukubalika kutumika katika hiyo lugha, tunayasema kwamba lugha hukua, msamiati wake unapopanuka. Kumi, hoja ya kumi, tunaambiwa lugha lugha, samahani, huwa na lafudhi, yaani jinsi watu hutamka maneno katika lugha. Watu wanaweza kuwa na matamshi mbalimbali katika ile lugha moja. kumi na moja, tunaambiwa kila lugha ina ufundi wake, kumaanisha mifumo, mifumo ya lugha hutofautiana. Kule kutofautiana kwa mifumo ya lugha, ndio maana tunasema lugha ina ufundi wake. kumi na mbili, tunaambiwa lugha hubadilika lugha huweza ikabadilika na kuna mambo ambayo yanachangia kubadilika kwa lugha. Kwa mfano lugha inaweza ikabadilika kwa kutegemea mazingira, kwa kutegemea tukio, kwa kutegemea wakati na watumizi wa lugha hiyo. Kwa mfano katika miaka ishirini iliyopita watumizi wa lugha ya Kiswahili huenda wakawa ni tofauti na watumizi wa lugha ya Kiswahili sasa. kumi na tatu tunaambiwa kwamba kila lugha ina sarufi na utaratibu wake. Kila lugha ina sarufi na utaratibu wake. Hoja ya 14 tunaambiwa kwamba lugha ina uwezo wa kuzalisha maneno mapya. Lugha inaweza ikabuni iwapo kitu kimetokea, hasa katika uh, uwanja wa sayansi na teknolojia. Maneno mapya hubuniwa na yanapobuniwa, tunasema maneno yamezaliwa ama yame lugha imezalisha maneno. Na mwisho, hakuna uhusiano wa moja kwa moja baina ya maneno au ishara fulani na vitu vinavyorejelewa na maneno hayo. Hizo ndizo sifa za lugha. Ah, katika kipindi kingine tutafafanua dhima au majukumu ya lugha katika jamii. Endelea kusubscribe, share, na iwapo kuna swali ulize katika comment section.